Naam, dakika 90 zimetamatika ndani ya dimba la Benjamin William Mkapa kutoka hapa Koko jijini Dar es Salaam na nimekuletea matukio mbalimbali mbali, ambayo yanakuwa yakihusiana na mambo yaliyokuwa yakiendelea hapa. Kumbuka ya kwamba wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club lunyasi waliweka hapa big screen, niye na madhumuni yao mashabiki wote na wapenzi wote wa Simba Sports Club waje wapate burudani hapa ndani ya Coco Beach jijini Dar es Salaam. Niko na Mnandi hapa tunakwenda kupiga stori mbili tatu, atuambie ni kitu gani haswa ambacho amekishuhudia ndani ya dakika 90 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kupoa, ndugu yangu. Namshukuru Mungu niko good. Uzima uzima upo, yeah. Amani ipo, yeah. Uh, yeah. Amani? Amani pia ipo. Wewe wewe hujapigwa? Aa, mimi sijakutana na kanzia hiyo, kwa sababu naheshimika naogopeka pia, yeah. Mi ni mfalme wa nyika sasa, kama mfalme polini nani ataruka ruka kukuingiza kwenye kumi na nane Wanaingizwa watu kwenye kumi na nane maana yake wanahisi kwamba hawa ni underground, wanaweza kuwafanya chochote na wakati wowote. Lakini tu mi niwaambie tu Watanzania na wapenda soka duniani kote, mpira ni mchezo wa wazi mpira wote tunauona, hatusimuliwi. Wote tumekaa hatu kwenye flat screen, tumeangalia burudani, tumeona kwamba timu yetu tulitarajia kupata goli kuanzia saba na kuendelea, lakini mwisho wa siku tumeenda kuambulia sale. Lakini kikubwa tumefanikiwa kuvuka kwenda hatua inayofuata, lakini kama hatukucheza mpira mzuri Watu wana haki pia kuchambua mpira ndio maana alize kuwa mshabiki wa timu lengo lako ni kuzo, kuzo, kushangilia lakini pia ukiona kuna utofauti una uchambua kwamba utasema kwamba kuna sehemu kuna mapungufu ili binafsi wachezaji wenyewe wakatambue na bechi la ufundi litambue wapi wakaongeze kipi, ili mradi timu yetu iendelee kufanya vizuri, lakini hata mabaya wewe ukiwa unasifia tu maana timu haiwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo binafsi kuna uhuni nimeuona, niseme na mimi ndo mtetezi wa wanyonge ndani ya Simba Sports, uhuni, na gani, waweke wazi wote. na chukiwa na wana Simba wachache ambao ndo hawa miongoni mwao leo wamefanya tukio la kihuni hapa. Nimelishuhudia mwenyewe kwa macho yangu. Hilo lilikuwa kwa Benjamin Mkapa mechi zidi ya Fountain Gate. Mimi wakati nafanya mahojiano kuna mtu nasikia na bakora yake, yuko nyuma ana ananifuata mimi, ajue kwamba hapa leo naongea nini. Mimi kwa kweli nitasema ukweli, timu imecheza vizuri na kusawa vipi? Timu ikicheza vibaya, binafsi nitazungumza kwamba timu haikucheza vizuri na takuwa wachezaji wapambane, wajitume, sababu hii ni klabu kubwa. Lazima wajiheshimu klabu kwa sababu wanalipa pesa nyingi. Sawa leo tunalipa deni la CAF. Tunalipaje deni la CAF? tungekuwa tuna wachezaji Ingekuwa timu tu jina, tu jina tu tungeenda uwanjani, hiyo fujo ingefanyika wapi? Kwa ubinafsi, lazima tuwaheshimu wachezaji wetu, lakini pia wachezaji lazima tuheshimu sisi na Simba. Simba wapi na wapi? Yeah. We na wewe nani kwenye Simba wewe ni mwanachama na mshabiki kama wanachama wengine. Leo unapompiga mshabiki wa Simba au mwanachama anapoongea ukweli, sawa, maanaki Simba ni ya kwako, umejimilikisha kwa kwa hivi vitu. Naomba tena nikutoa lai kwa Wanasimba yoyote anajiona yeye anautashi kuanza kupiga wenzake viwanjani, lolote atakuja kukukuta, usishangae. Mimi nawaambia tu ukweli usijifanyie kwenye Simba ni mkubwa sana wewe, Simba ni bora sana kwa sababu umepewa kipao mbele. Kwa kipao cha mbele, kitengo cha mbele. Kikubwa kwenye Simba wote ni kitu hiki, slogan yetu kusema Simba nguvu 11. Slogan yetu Simba nguvu nguvu moja, nikisema 11 maana yake imemaanisha wingi, lakini nimesema Simba nguvu moja, maana yake ni ushirikiano wa pamoja. Aya, leo kwenye ushirikiano wa pamoja, huyu mtu wa kushirikiana naye unamtia bakola. Kesho atakusapoti, utamwambia jambo la msingi akakuelewa. Atakuachia kwa sababu Simba anaonekana yako kwa wewe, yeye akizungumza ukweli sio ukweli, ukweli anapigwa asa manake nini? Hii haitujengei taswira njema na picha njema kwenye klabu yetu, mwenye kuchukia achukie. Nimewaona baadhi ya ma influencers wa klabu ya Simba leo wamefanya tukio kubwa hapa Coco Beach baada ya mechi kutamatika, mashabiki kuzungumza uhalisia kuhusu performance ya timu yao. Hata nyuma mwiko wanashinda, lakini bado wanazungumzia performance mbovu ya timu yao ili wachezaji wajitume, ndio maana halisi. Hawana nia mbaya kwamba hawahitaji wachezaji wao. Nilichokikataa mimi kwa mashabiki kumtukana mchezaji wako matusi anguone, sio kum kumwambia ukweli ah kumtukana matuzi ya nguoni ndio nimesema, ukimwona mwenzako anamtukana mchezaji tia kibao, hiyo nishai kusema. Lakini kwenye kuambizana ukweli siku hizi ndio ndio ndio imekuwa kauli, ukimwongelea mchezaji vibaya watu wanataka kukuasha tu, hata bao la sasa. Hii sio mpira kama wewe binafsi umejichagulia kwamba hii timu ni ya kwako wewe, basi waitishe press au waambie wamekupa zamana wewe hii timu yako, tujue kwamba timu hii ya watu wachache, hii timu ya mafiansa wa Simba sio wanachama na mashabiki, Tujue. Lakini kama hii timu ya mashabiki na wanachama kokote walikopo mchini na nje ya nchi, wote wanaifuatilia Simba ni timu yao. Leo wewe unajifanya wewe uko kipa mbele kimbele mbele, unamchukia mtu bakola, unamtia bakola. Wewe nani msemaji? Kaja hapa, mechi imeisha, yeye ndio mtu wa kwanza kusimama pale na kusema ukweli kwamba leo tumecheza mpira wa kawaida. Sawa useme kwa nini ta, ta. Tumecheza mpira wa kawaida ni ukweli, wapinzani wetu leo walikuwa bora. Sisi tushukuru kwamba timu yetu imetumia uzoefu, imepata matokeo, hilo ni jambo la msingi, lakini mtu anatoa maoni yake, wewe unamtandika bakola. Wapi na wapi. Kwa binafsi, ni waombe mashabiki wa klabu ya Simba wanataka kujimilikisha hii klabu kinyume na utaratibu, tutambuane tusije tukaja kuonana wabaya baadaye. Mimi sijapata kadi yangu ya wanachama nikambagua mshabiki ambaye hana kadi. Hiyo sio maana yake. Nimekuwa na kadi, sio maana yake, na kadi ya wanachama kwa ajili ya kupata haki yangu ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa. Ndio maana kuwa na kadi ya wanachama. Na kwenda kujaji kwenye mkutano wa mwisho wa mwaka nisomee mapato na matumizi na kujaji maendeleo. Ndio maana yangu kuwa mwanachama. Sio nimekuwa mwanachama tena. Hao walobaki tena wanaonekana sio Simba. Mimi nawajia kumtia mtu kibao. Mimi sina kadi ya wanachama. Na pengine hata wale wanaotia watu bakola, hata kadi za wanachama pengine hawana. Ili kwa utashi tu mimi nipo kipaumbele. Mimi ndio Simba sana. Ah, ile kukweli sijapenda, kukweli siku ya leo. Sijapenda, sijapenda kabisa. Mtu katoka nyumbani kwake kaja kuangalia burudani, tumekosa matokeo ya ushindi, lakini tumevuka. Msemaji ndio mtu wa kwanza kasema tumecheza mpira wa kawaida. Sawa, kikubwa, Sio, tukubwa, Simba. So, tukubwa, nasimba, si Simba yeah. Sawa, kwa binafsi tuheshimiane kwenye hizi timu, kila mmoja ana haki yake, ana haki ya kutoa maoni yake, lakini masuala ya kujifanya wewe ndio Simba sana unajifanya wewe bepali mwamba kutia na bakola na huyo mtu chonde chonde. Sababu hata Benjamin Mkapa nilihisi watu walikuwa wanakuja nyuma nyuma. Yeah. Nilikuwa na mabodigari zaidi ya mia. Sawa. Isitokee siku moja mtu akajikanyaga. Sawa. Anitie mimi bakola. Na hata leo hapa, mimi ndio nikipaza kimenifuata hapa nazungumza hapa afu mtu ajanitie bakola tungetilisana hapa hapa. Tungetilisana hapa. Tungetilisana hapa, hapa. Tungeanza kutilisana hapa, hapa. Alafu baada ya hapo angeona mimi ningemchukua hatua gani, lakini kwa sababu waliowapiga ni underground wanaweza kuwanyanyasa, lakini mimi ndio mtetezi wao, na kemea hivi vitendo sio rafiki vya kupigana wenyewe kwa wenyewe. Maana yake nini? Sawa, mtu ana haki ya kutoa maoni yake. Kwa nini tupigane viwanjani? Maana yake nini? Kwa hiyo hii kulikuwa sijaipenda. Hii lazima nipite nayo. Na na mwenye kuchukia achukie. Nimesema baadhi ya mafiensa wa klabu ya Simba, sio wote. Baadhi wanataka kujimilikisha, hii klabu ni ya kwao. Kama unaiona hii klabu ya kwako, toa hela tukuuzie. Ili sisi tusishabikie, ushabikie wewe, tu. Kwa nini unakuwa na utashi? Mimi imenikera hey. Mtu anapigwa na sio mmoja, amepigwa zaidi ya watu watatu pale. Kisa kwa kuojea mpaka mwandishi wa habari mmoja kapigwa sijajua media gani. Naye kala bakola pale. Ah, mmewaita wamekuja mpaka hapa. Mnawapiga bakola. Lengo si kuchukua content. Sawa. Kosa lao nini? Mimi ningeona wale wa maana wangeanza na media hii. Anasema kwamba performance yetu ile ilikuwa down. Wangeanza na yule mimi ningekuwa niko soda act. Lakini wameenda kumpiga simbilisi maanake sio Simba hey na huyu mmoja wapo aliopigwa, namjua, Malaika ambaye sasa hizi anajiita anaita Jonas Anisoa, sawa? Yule eh, naye binafsi, huyo ndio kwanza nimeona kapigwa. Yule mwingine nimekuja kuona clip tu kwenye Instagram, kumbe wamepigwa wengi. Na baadhi ya mafiansa wametoka kwenye jukwaa kuu wakisema yuko wapi nani nani, anaongea nini, mwingine kama yupo tumwadhibu. Wewe nani kwenye Simba? Mimi nimekaa pembeni na waangalia tu. Usijifanye simba sana, kwa sababu simba kila ilipo upo. Wasiwe ndio Simba, kuna watu waje kwenda uwanjani hata mara moja tena simba wanachangia timu yao kuliko hata wewe unaosafiri na timu Kuliko hata wewe unaonunua jezi kila siku. Mwingine anunua hata jezi, lakini support yake kwenye Simba ni kubwa. Na ndio maana hata mchezo leo ulikuwa mgumu kwa sababu ya mgawanyiko huu. Kuna watu wameachiwa hii timu kuiona kama ya kwao. Hai saidieni, hatungefungwa leo. Hiyo bakora ungempiga ungekuwa na faida gani? Na kati tumeondolewa. Muache aseme ukweli pale kwenye madhaifu ili timu yetu waendelee kufanya vizuri. Huko tunapokwenda ni pangumu zaidi kuliko huku. Leo umecheza na Gaboroni underground kwenye mashindano. Kesho umekutana na National. Ndio umemwachia mwanya kama vile anapiga on target nane kwenye goli lako. Kamara zote ingeshindwa kusevu zii, tungekuwa tunaongea nini saa hizi? Kitu kikubwa, mashabiki mnaojifanya nyinyi ndio Simba sana. Huo mfumo hatuutaki, hatuutaki, hatuutaki. Mwenye kuchukia endelee kuchukia kwa sababu najua baadhi ya wana Simba wananichukia kwa sababu nasema ukweli. Na msema ukweli atabaki kusema ukweli, mimi ni mpenzi wa Mungu sio mpenzi wa shetani. Kwa hiyo hili leo lililotokea kokobichi sijalipenda kupiga mashabiki wenyewe kwa wenyewe mnapigana. Hii Simba nguvu moja. Hii maana yake nini? Kwa hiyo mnaojitambua mmefanya tukio hili. Chonde chonde Unaelekea kwenye mchezo wa ligi zidi ya Namungo Benjamin Mkapa. Najua mfumo wenu mnaendelea nao. Mimi sio mnyonge. Wewe andaba soba bakola moja tu, andaba bakola zake hata elfu moja. Jaribu kuugusa kama adui yao mkubwa, si ndio? Mimi yeah. na wengine washaje kunipigia mpaka simu yeah. Angenigusa mimi, kwa nini kashindwa kunigusa mimi mm. Acha watu waongee ukweli bwana, kwenye madhaifu waongee ukweli. Kibaya mtu atukane, sio kutoa ushauri kwa mchezaji wake. Ndipo bila kumpa ushauri atafanya vizuri? Hata mtoto wako usivofuatilia madaftari yake shuleni hatafaulu. Lazima ufuatilie na uendelee kumpa motisha. Hasa wewe unakaa unaleta ziaka na kebei, mnapiga piga watu, unajifanya nyenye simba sana hii mm. Iwe mwanzo na mwisho, imeisha hiyo. Asante sana.